asa kaundini ya kĩtwi mena undũ wa kũtania itina wa kũthĩwa methĩte mainyamani kũla meũkwata ngũa sya sukulu syamanyĩwa kĩla kĩetetwe nĩ uniform kĩthĩwa yivĩndũka kĩla ivinda masukuluni uu nĩ kwĩanana na ũmwe wa sa kaundini ya kĩtwi na ũla inana na andĩkimamũvo itina wa kũthiũka mũsĩni wa kĩtwi kũmantha uniform kiena kũtethekia ndukanĩya jubilee uniforms ila i mũsĩni wa kĩtwi mjini ayielese ta ũndu ma kitwi kwamasdotwa jji nimũthokvaabi

uniform niwo niwathingila vatawasi ku twasyana masukulu ona ka twika kwa maomu namiloia aiwatakana kisomo noto kitonya ku tethesya kukile ukwati mesini asyai ma kitui ya na Kenya nya yothe wethile syana nisyasyathi si masukulu nondo serikali niyumitye kum ila mbesa sinaeletekuma saku tethesya sana sukulu kou syana skekale uh, si mesi to muthuthia kwa ndaea mwetekelya syana syenu si sukulu sikwate masomo nondu tu nitho kila kitonya tutethia maisha ma baadaye kwisela situ syanani Ngumbau TV kuma mjini ila kitui cha kati kaundini a kitui taitaskavinga mutuku